Kuna vitu Mungu akivileta kwenye maisha yako lazima vilindwe. Kwa nini vinalindwa? Vinalindwa kwa sababu ufalme wa giza pia unavitafuta. Mungu akikupa nafasi, lazima uilinde hiyo nafasi. Kuna watu walipopewa familia hawakulinda familia zao kwa maombi. Nafasi ambayo Mungu amempa mtu inapoondoka, nini kinachotokea? Giza. Na ndio maana inapokuja kwenye swala la kuomba na kuamini ni kitu personal. Usiangalie nani alifanya nini, nani aliangukia wapi. Usiangalie hiyo. Kuna watu wengi sana wakikutana na changamoto wananyamaza. Msiwe na kimya wala msimwache akae hivi. Kwa hiyo Mungu anataka usinyamaze, usiangalie ukubwa wa tatizo liloko mbele yako, angalia ukubwa wa Mungu wako. Usilitukuze tatizo, mwabudu Mungu wako. Neema ulionayo siyo ya kawaida, nguvu ulionayo sio ya kawaida. Ni vile ibilisi tu anapambana mchana na usiku. Usikae kwenye nini? Kwenye nafasi kilielewa neno la Mungu kaamua kutembea nala, nguvu za Mungu zitafanya kazi ndani yako tofauti.